Siku zote ukipenda unachokifanya lazima mafanikio utayaona, na ndani ya yale mafanikio lazima kuna jitihada, nidhamu, lakini pia kuna zile bidii binafsi za wewe mwenyewe, namna na unavyokichukulia kile kitu. Na mara zote mtu anapoanza kufanya jambo lake kwa ajili ya mafanikio yake ya baadaye, watu wengi sana hupenda kukatisha tamaa, atakwambia huwezi kufika popote na huwezi kufanya kitu chochote kwenye hicho unachokifanya. Lakini baada ya kupata mafanikio wengi huibuka, atakushauri, atakwambia nilijua tu utafika hapo ulipo. Hata mimi sijui kwa nini nakuwa hivyo. Na kwa siku ya leo, hata tutoke kule kwa wachezaji kumi na moja ambapo wakiungana timu mbili huwa wachezaji ishirini na mbili ambao timu hizo mbili pinzani, kila timu hutaka mafanikio ya pamoja, na wote huwa na mlengo mmoja. Lakini kwa leo tunaenda kumwangazia mwamba mmoja ambaye ni yeye peke yake, hana mtu wa kuweza kumbebea madhaifu ama kuweza kumsaidia kwa lolote bira ya jitihada zake binafsi, na hii wengi wao hupenda kuita jeshi la mtu mmoja. Ni nani huyo ambaye anapeperusha bendera ya Tanzania na watu wengi humuimba sana? Mimi ni wito, ndio wao mwandaji na msimuliaji wa makala haya miguu yake ina thamani kubwa sana katika maisha yake binafsi na hata kwa taifa la Tanzania, kwani ulimwengu umemtambua kupitia kipaji chake cha mikimbio ya riadha ndefu. Ni mwamba mmoja ambaye imezaliwa huko ukanda wa kati, na ilikuwa tarehe kumi na nne mwezi wa pili mwaka 1992 alizaliwa Alphonse Felix Simbu, mpeperusha bendera ya Tanzania. Wengi wao hupenda kuchukulia poa mashindano ya UMITASHUMTA na UMISENTA yanayofanyika katika ngazi ya shule ya msingi na sekondari Pasipo kujua kuwa mashindano yale lengo lake kubwa ni kuibua na kutafuta vipaji vya watoto. Hata kwa mwamba Alphonse Simbu alianzia huko huko. Kilimanjaro marathoni ni moja ya mashindano ya wazi hapa nchini Tanzania ambayo yalimuidhisha mwamba huyu na kumfanya kutambulika na kujumuishwa kuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania kwa wanariadha. Ukiachana na mwanzo huo Simba amewahi kushiriki mashindano ya mbio ndefu hapa hapa nchini Tanzania ambayo yalimpa chansi ya kutambulika kimataifa. Moja ya mashindano hayo ni mashindano ya taifa ya riadha National Athletic Champions ambapo mashindano hayo huandaliwa na shirika la riadha Tanzania RT huwa urefu wa mita elfu kumi ambapo alifanya vyema na kuchaguliwa kuiwakilisha Tanzania ya kimataifa. Mbio za Uhuru Marathon hufanyika Disemba kila mwaka hapa hapa nchini Tanzania, na katika mashindano hayo Simbu amewahi kushiriki na aliyatumia kama maandalizi yake kabla ya mashindano ya kimataifa. Bendera ya Tanzania mwamba huyu anaitendea haki kwenye upande wa marathon, kwani anazidi kuiwakilisha vyema. Kati ya mashindano aliyowahi kushiriki ni pamoja na mbio za marathoni za Olympic. Ameshiriki mara kadhaa, kwani mnamo mwaka 2016 alikuwa Rio, nchini Brazil, ambapo alishika nafasi ya tano kwa kutumia masaa mawili dakika 11 na sekunde 15. Na baada ya mashindano hayo Aliteuliwa kuwa mtoa bendera wa Tanzania katika sherehe za kufunga michuano hiyo. Mwaka 2020 alikuwa mmoja wa washiriki wa mbio hizo za marathon za Olympic, na Simbu alishika nafasi ya saba huku akitumia masaa mawili dakika 11 na sekunde 35. Hata Paris alienda mwamba huyu, ilikuwa mwaka 2024 na alimaliza nafasi ya 17. Mwaka 2017 ulikuwa wa kipekee sana kwa Simbu huko nchini Uingereza, kwani alirejea nchini na medali ya shaba baada ya kushika nafasi ya tatu katika mashindano ya dunia ya IAAF, ambapo mbio hizo zilihusisha umbali wa kilomita 42.195 na, na alitumia masaa mawili dakika 9 na sekunde 51, huku akipitwa na, na mwanariadha kutoka nchini Kenya Geoffrey Kirui, ambaye alitumia masaa mawili dakika 8 na sekunde 27 na, saba, nambari mbili alichukua Tamirati toka huko nchini Ethiopia ndipo mwamba Alphonse akakikanyagia pale nambari tatu. Mashindano mengine aliyowahi kushiriki mwamba huyu ni pamoja na yale ya Commonwealth Games ya mwaka 2018 Gold Coast. Simbu alikuwa mmoja wa washiriki, lakini mambo hayakuwa poa sana, kwani hakupata medali japo alionyesha ushindani mkubwa mara zote. Siku hazifanani kwani Alphonse Simbu amewahi kupata siku mbaya zaidi kwenye tasnia ya yake ya riadha ambayo kibinadamu ingeweza kumkatisha tamaa. Ilikuwa mwaka 2015, ambapo alikuwa mshiriki wa marathon wa World Athletic Championships Belgium, nchini China. Hakumaliza shindano lile, pengine ilikuwa ni tatizo la uoga ama changamoto ya kisaikolojia ya kimwili. Hata hivyo alivyorejea kwa mara nyingine mwaka 2017 alirudi kwa nguvu na kishindo kikubwa sana, akasawazisha makosa yale aliyoyafanya mwaka 2015. Matarajio ya mwamba huyu ni makubwa sana, lakini amewahi kubainisha changamoto kadhaa anazokumbana nazo, ikiwa ni pamoja na majeraha yaliyomkumba mwaka 2018 mpaka 2020 ishirini yaliyosababisha kupunguza kasi ya mazoezi na kumrudisha nyuma na kukosa baadhi ya mashindano. Changamoto ya mazingira ya mazoezi pia haijamwacha salama. Licha ya kupambana nayo, akiwa hapa nchini Tanzania Simbu amewahi kubainisha kuhusu ukosefu wa vifaa bora vya mazoezi, madaktari wa viungo na usaidizi wa kitaaluma. Pia aliwahi kusema kuwa anatumia mazingira ya kawaida ya vijijini kama sehemu ya mazoezi. Kwa haraka haraka, ukiambiwa taja wanariadha wa kizazi hiki wanaofanya vyema utamtaja mwamba Simbu, lakini kuna wengine ambao wanafanya vyema na kuzidi kujitafuta zaidi, ikiwa ni pamoja na Gabriel Emmanuel Greek na mwanadada Magdalena Shauri. Huku kuna wale waliotambulika na kuweka historia kwenye riadha, ambapo ni pamoja na Philbert Bai, Suleiman Nambui pamoja na Gidamis Shahanga. Simbu ni mfano wa kuigwa sana, hususan katika kizazi hiki, kwa wale wote ambao wanatamani kuwa kama yeye ama kufanya zaidi yake hususan kwenye suala zima la riadha sana sana kwenye marathon na mwamba huyu, kinachombeba ni nidhamu, jitihada, lakini na namna anavyojituma katika kazi yake ni kutokana na vile anavyoipenda na kupenda kile anachokifanya, licha ya changamoto nyingi sana anazokumbana nazo, nazo, lakini anapambana kiume, ndio maana bendera ya Tanzania huko nje ya kimataifa, ukiuliza mwanariadha kwa hapa nchini Utaambiwa ni Alfonsi Simbo, licha ya majukumu yake ya kila siku ya kijeshi ya kuendelea kutumikia taifa, lakini Mwamba bado anapambana. Alfonsi Kaka, hakika taifa halikudai. Kwani ulichokifanya ni mfano tosha kwa sasa hivi na kuangalia namna ya kila mmoja kufuata nyayo zako. Mwana maisha fresh. Hebu niambie kwa upande wako. Kwa hicho unachokifanya, unadhani ni mfano wa kuigwa au ndio kila mtu ateki time yake? Aya, acha mambo yao hivyo. Lakini mtu akifanya vyema tunampa saluti.